Watu wabonde pia wanatakiwa kuwasaidia wananchi kufanya utafiti wa kuongeza vyanzo vya nini vya maji, kwa sababu nyie mna rasilimali watu, lakini pia mna teknolojia. Watu wanajichimbia visima kama vile wanapapasa kama jongoo, akisha chimba amekosa maji anahama hapa, anaenda kwingine. Kwa hiyo, mkurugenzi, taasisi yako inawajibika pia kuwasaidia watu kufanya utafiti ili wanapochimba visima vyao, na nyinyi mweze kupata maduhuli kutoka kwa watu wa namna hiyo. Kwa hiyo taasisi hii ni muhimu kuhifadhi vyanzo vya maji, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu maswala ya maji na vitu vya namna hiyo. Lakini leo tunakabidhi magari mawili aina ya, ya Ford Ranger pickup double cabin yenye thamani ya shilingi milioni 233 elfu 310. Nia ni kuimarisha utendaji wa mamlaka hii. Sasa tunashauriwa tutunze haya magari ili yaweze kudumu. E, sasa na ndio maana hizi taasisi utakuta wengine magari ya taasisi yamejaa mikaa, yame hayana sevisi, magari yanaharibika kwa sababu tu mengine ukifika pale Temesa, Juzi nimepita nauliza, hii gari ya nani hii? Ya magereza hii. Ya nani hii? Ya TANESCO. Hii ya nani? Nimeuliza kila gari moja, imekuja lini? Miezi minne. Tatizo nini? Laki mbili. Sasa taasisi inashindwaje kufufua magari yake kwa sababu ya shilingi laki tatu? Lakini ni ujanja ujanja ambao unafanyika, ili magari yaonekane hayafai kutumika ili tuuziane wenyewe kwa shilingi milioni 3.